Twaziomba ziada na rehma na amani zimmiminikie kiongozi wa umma mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa wasalama yena aalize na maswabaze. Nachukua fursa ya kukusieni nikihusia nafsi yangu kumcha na kumwokopa Rabulizati wal jalal katika sehemu ya maisha iliyobaki, ndugu zanguni Waislamu. Ama maudhuu khutbati na lyauma, ama maudhuu ya khutba yetu ya leo, ndugu zanguni Waislam, Inwanuha yakul unwani yake inasema: adhamu wasiyatun fi tarikh, wasia uliokuwa muhimu na wasia mkubwa sana, katika wana wa tarehe, walitunukulia kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Wasia huyu, ndugu zanguni Waislamu, ndiye we believer yetu ndani ya nafsi zetu tutakapokuwa tumejizatiti, wasia wa Mtume tukauweka ndani ya nafsi zetu, kuangaika na kutapatapa ndani ya maisha ya dunia, kutokamana na mizunguko ambayo tuko nayo katika maisha na michangamano ambayo tumechanganika baadhi yetu, yote hayo ndugu zanguni Waislamu yatatuondoka. Allah subhanahu wa taala akafungua kwa kututhibitishia hayo, kul, sema we Muhammad la yusibana kwamba hayatupati yoyote katika maisha, illa ma kataba Allahu lana, isipokuwa chochote action yoyote mtihani wowote jambo lolote likikutokea ndani ya maisha, basi ingiza akilini moja kwa moja, ili ni kutokamana na Allah subhanahu wa ta'ala, kalisha liandika, hata liwe ni libaya, labda ni mtihani kwangu na yametoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa tu'mina bil qadar. Na hiyo ndiyo imani ya kuamini makadara khairuhu wa sharruhu min al khairihi wa sharrihi min Allah, yani khairi ya jambo hilo na shari vyote ndugu zangu wa Islam, vinatoka kwa Rabbul Izzati wal Jalal. Wakati mwingine ukapata balaa, wama asabaka min musibatin ayakupateni yale ambayo yanakupateni, fabima kasabat aidikum. Mengine yanakuwa ni mazito kutokamana na yale ambayo nyiwe wenyewe mmetanguliza. Allah anasema liyudhika, ili akuonjeni bada lladhi amilu, kwa baadhi ya yale ambayo mnamkosea. Hataki iwe kesi siku ya Kiama, wacha nimpe msiba, nimpe jambo nzito hapa hapa duniani, iwe ndiyo adhabu yake. Kwa hivyo, likiwa jema, likiwa libaya ambayo linakutokea wewe mwanadamu, basi jua limetoka kwa rabul izzati wal Jalal, illa ma kataba Allahu lana, isipokuwa yale mwenyezi Mungu ametuandikia. Huwa maulana, yeye ndiyo bwana wetu mlezi, yeye ndiyo msimamizi wetu katika maisha yote ya dunia na akhera, ndugu zangu wa Uislamu hata ukiingia katika mambo ya rizqi utakutana Allah subhanahu wataala, akaishafunika kitabu wama akasema, wama min dabatin fi lardhi illa ala llahi rizquha, hakuna kiumbe chochote duniani ambako kiko juu ya ardhi isipokuwa rizki yake iko kwa Allah subhanahu wataala. Kwamba aya hizi mbili indalla ala sheiin zikutuashiria jambo bi maana, zinakuja kupoza imani yetu, tuache kutetereka. Kwamba aya ya kwanza yani, hayatupati ila Mungu aliyeandika, sawa ni mazuri, ni mabaya. Ndiyo maana Mtume akasema ajaban li amri almu'min, ajabu katika maisha ya Muislamu, inna amrahu kulluhu khair, hakika mambo yake yote ni kheri kwake, in asabahu khairan akiwa atapatwa na kheri huyu mwislamu akawa ameshukuru, fashakara fakana khairun lah, akashukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akajalia kheri, akamzidishia. Wa idh taadhana rabbukum la in shakartum la azidannakum, kumbukeni mola wenu alipotangaza ya kwamba kukunadieni, mkinishukuru kwa kile ambacho ninakupeni, afya niliyokupa, kazi niliyokupa, maisha yako basi la azidannakum, ntakuzidishieni. Akashukuru kwa, kwa zuri, ni kheri kwake. Wa in asabahu sharrun sharrun, na akipatwa na balaa mtihani, faswabara, akafanya subira akajua leo siku haziko sawa, sio kila siku ni Ijumaa. Leo mambo sio mazuri, basi akawa tuna subira, kwani Mwenyezi Mungu kaisha kaishanipa sana leo. Mimi sijapata isii, sababu ya kuto kwamba kumtii Allah, kuto kutekeleza kufulfili yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu anataka, akafanya subira, pia hiyo ni kheri kwake. Ndugu zangu wa Uislamu, ndio aya ya pili, Allah anasema hakuna kiumbe chochote ndani ya dunia hii ndani ya ardhi isipokuwa riziki yake iko kwa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu, yanzilu biqadarihi, anateremsha kwa istidraj, taratibu, mpaka umalize bajeti yako, sio kwamba utaipata tukiize. La, kwamba Allah angeweka bajeti yote ya mwanadamu aichukue mwanadamu mara moja, tusingeona ule uzito, kila mtu awe ni tajiri, tusingeona nini thamani ya maisha ya dunia. Kwa hivyo lazima pawe mtu ambaye yuko juu mwingine chini, tuhitajiane. Unamhitaji tajiri wako kwa kazi aliyokuajiri, na wewe jua kwamba kuna watu nyumbani wako chini ya miliki yako wanakuhitaji pia, na wale labda wana watoto ambao wanawahitaji au familia na kadhalika, yakawa maisha ya dunia. Allah amefanya ni mduara wa kusaidizana sisi kwa sisi, na pesa yetu yote na maisha yetu yote yatazunguka. Wewe utakuwa mekaniki utatoa sadaka, sadaka utatoa itakuja huku huku, huyu atachukua atatoa huku, huyu atafanya hivi atampa huyu, zitazunguka. Ndio maisha. Allah subhanahu wa ta'ala akaitaka sistemu hiyo iwe duniani, ili maisha yawe tofauti na maisha ya akhera. Mmoja katika wema waliotangulia, qala ahadul hukama, mmoja ambao waliotangulia katika wema, aliposoma hii aya akasema Lau kana rizqu biyadi libad, lau rizki zetu ambazo sisi wanadamu zingemilikiwa na waja wenzetu la ma tarakuu lukmatan nakuluha, wasingetuachia hata gao la tonge la kuweza kumingua kwa hiyo siku, maana yake ingekuwa tajiri wako ndiyo maana yake anakumilikia ya rizki yako. Basi ndugu yangu Mwislamu, ujue kama tungekwisha tusingepata rizki, lakini Allah subhanahu wataala akatengeneza mzungu huko wa kwamba hii kazi ambayo ninamiliki hivi, ili iweze kuendelea, nabidi watu waje wanisaidie. Wale watu wakinisaidia katika kazi, wana mshahara wao, ndio wale wafanya kazi wanatumika. Kisha akili inamwingia, huu nampa kwa sababu amefanya hii kazi. Na ndio maana utatizama, kama ufanyi kazi, tajiri anakwambia una mshahara, hauna sasa. Ingelikuwa wao ndo wanamiliki, kwa sababu wamepewa. Basi ndugu zangu niislamu tungekwisha duniani. Alhamdulillah, tumshukuruni Mwenyezi Mungu sote, ana larzaqa takafala biha rabu libad, ya kwamba riziki zetu ndugu zangu ni Waislamu, amezisimamia mwenyewe mola wa wanadamu wa, wa, wa, hiyo wallahi ni jambo la kumshukuru Allah, chuki zilivyozunguka hali ilivyokuwa duniani, utakuwa ukimkwaza tu mwenzako leo ukifanya tu kosa dogo unafungiwa riziki, lakini Mwenyezi Mungu hayupo hivyo. Unazini amekukataza, kesho anakupa mshahara wako, unapokea kama kawaida. Unakunywa pombe anakupa, unafanya shirki, unamkataa, unamkanusha, unaenda katika ushirikina, riziki anakupa, unaendelea tu, lakini sanastadirijuhum min haithu la yalamun tutawachukua katika njia ambao wajui, tumewapangia muda wa umli lahum wape muda. inna kaidi matin, hakika yani vitimbi vyao vina mwisho. Allah Subhanahu wa Taala ndivyo anavyozungumza hivyo, hadha aliyu yaqulu ali. Sasa anaelekeza kwa yote haya akisema, idha aradta an taduma nimata ne nema alaika, ukitaka siku zote nema yako furaha ya maisha yako idumu, uendelee kuwa katika maisha bora na uzuri. fala tadhkurha amami nnasi, yani, usisubutu neema aliyokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kuizungumzia mbele za watu. falaisa kullu mustamiin muhibba, hakika sio kila ambaye ataisikia, yani, atakupenda. Kuna watu ndani ya dunia ndugu zangu wa Uislamu anaweza tu ukakutana naye anakuchukia, hujamkoseako akupendi, tundo gesi iko nafsi yake. Na mwengine anakupenda, hakuna hata chochote kizuri, labda ulishawahi mfanyia na wengine. Chuki zikapandikizwa kutokamana na nini? Kutokamana labda na neema ambazo atakuona umezunguka kwazo, kutokamana labda na ilmu uliopewa akakubali tu kuwa enemy wako, na yeye ni maamuma hata kama akiwa amekuchukia ile elimu hawezi kutoka ikaenda kwake, lakini tu hivyo ikazaa hivyo. Ndugu zangu Waislamu, hii ndio hali ya wanadamu. Na mwingine akakupenda, yani amekupenda tu bila sababu, anakupendaga tu. Mimi nampendaga yule shekhe, nampendaga yule jamaa. Na mwingine akakupenda vile vile kwa sababu, jubilat lkulubi bilhubi ala man ahsana ilaiha. Mtume anasema mara nyingi sana no, nyoyo za binadamu zimeumbwa kuwapenda wale ambao wanazifanyia Ihsan, wema unapokuwa unaifanyia wema nafsi, basi nafsi hugubikwa kwa mapenzi. Ndugu zangu wa Islam, ndio Allah akakumbusha, kumbukeni katika pointi hiyo ndani ya Qur'ani. Alisema ya bunayya, anamnukuu nabiullahi Ayub e, mwanangu, anamwambia mama yake, anamwambia Yusuf, la taksusu ruyaka yaka ala ikhwatika fayakidulaka kaida Yani, usi, yani usisimulie ruya ambayo aliyoiona ndoto yako juu ya ndugu zako, ukawambia nimeota hivi, inni raaitu ahada ashara kaukaba, nimealala naota nyota kumi na moja na jua na mwezi wa shamsu walqamar, na jua na mwezi raaituhum lisajidin, nimeviona vinasujudia, usiwambii Usiwambii kwa sababu akiieleza, husda itawaingia, watampiga kijicho, na hapo ndiyo chuki ilipotereza. Hii ndoto walianza kumchukia. Na umtazame Yusuf na kindugu zake wakina Yahudha, ni watoto ambao wametoka kwa baba mmoja, na asli mama yake Yusuf na mama yake na ili tumbo lingine ni watoto wa mtu mmoja. Dada alimwachia ziwa dada mwengine, maana yake ni mkubwa na mdogo, waliolewa na mtu mmoja ambaye ni Yaqub. Mtume Yaqub akaoa dada wawili, ambao sheria hiyo ilikuwa nakubalika kabla, akaoa watoto wawili wa kike waliotoka tumbo moja. Huyu akachelewa kuzaa ambaye ni mama yake Yusuf na ya, na, na, na, na Binyamin. Akisha huyu akafyatua haraka sana watoto huku, mwishoni alikuja kupata uzazi, ndo akampata Yusuf na Ibnu Yamin. Na kila siku mtu akifanya subra, matunda yake yanakuwa ni mazuri zaidi. Kwa sababu gani? Subira aliyoifanya mama huyu na huyu baba kwa mke wake ilijalia, ndugu zangu wa Islam, matukio kupatikana Yusuf kwa kwa uzuri kuliko wote duniani, akapatikana tena ni nabii, ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu ni Waislamu, hayo ndio maelekezo ya Qur'ani. Kwa hivyo tujitahidini sana ili tufuate yale ambayo tunaambiwa anasema Mwenyezi Mungu, walau faalu ma yuadhuna bihi lakana khairan lahum. Lau binadamu wangelikuwa wanafata yale ambao wanaambiwa katika mauidha lakana khairan lahum, ingelikuwa ni khairi kwao, kwa sababu yale unayoyasikia ndio yanakuongoa na sio kwamba shekhe ndio anakuongoa la. Mtume anasema, Mwenyezi Mungu anasema, innaka la tahdi man ahbabta, hakika wewe Muhammad humuongowi umtakaye